Kwamba uwezo wake wa kubeba na kuchukua mambo ni mdogo sana. Hana mwanadamu uwezo wa kuchukua akili kubwa ya kuona kwamba kwa nini alikuwapo tu, hakuanza. Hili ni swali ambalo haitaki kujaji, bali ni kuamini kwamba Allah alikuwa yeye mwanzo, lakini hakuanza, bali alikuwapo tangu na tangu na tangu. Lakini pia juu ya hili Allah alivyoelezea, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake kuelezea namna dua ya muumini atavoomba pale atapokuwa ana deni limemsonga, mzigo ni mzito wa madeni, basi amuombe Allah tabarak wa taala. Mtume akafundisha akasema, lakini pia ndani yake kuna dalili juu ya Mwenyezi Mungu ni wa mwanzo na hakuanza. Sema, Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay'un. Ee Mwenyezi Mungu wewe ni wa kwanza na hakukuwa na chochote kabla yako. Bimaana ni wa kwanza kwamba alikuwa peke yake, lakini sio wa kwanza ndo alianza hapana. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay, lakini wewe ni wa mwisho. Hakutokuwa na chochote baada yako. Bimaana Allah yeye ndio wa mwisho, si wa mwisho kufa. Ni wa mwisho kwamba atabaki peke yake na hataondoka Allah tabaraka wa taala wa anta dhahiru falaisa fauaka shei, na wewe ni wajuu. Ni wajuu, hakuna juu yako chochote. Kwa hiyo juu ya Allah hakuna chochote bali juu yuko Allah tabaraka wa taala na uwezo wake ni wajuu wa hali ya juu. Wa anta dhahiru falaisa dunaka shei, na wewe ni wanani wa ndani, hakuna ndani yako chochote, bimaana ndani yako ndani kabisa, undani wa mambo, wewe wa ndio unaofahamu, hakuna anayejua ufahamu wa chochote juu ya vilivyokuwa ndani, vilivyokuwa vya siri, vilivyovificha na vilivyokuwa vidogo zaidi, Allah tabaraka wa taala, yeye ndio anavifahamu. Mtume muesala akaendelea kusema iqda anna daina, tulipie madeni yetu, tulipie madeni yetu. Aghnina minal faqar, na ututajirishe kutokana na ufakiri. Hii ni dua kuomba mumin anapokuwa na pata amepatwa na msongo wa madeni, mrundikano wa madeni, basi atamwomba Allah tabaraka wa wataala aweze kumwondoshea mrundikano huu wa madeni. Lakini katika hadithi hii tumeona Mtume akielezea kumwelezea Allah kwamba ni wa mwanzo, hakuwa na chochote kabla yake, lakini laisa lahu bidaya, hakuwa na mwanzo. Lakini pia wal akhir, ni wa mwisho, wa laisa lahu nihaya hana mwisho. Sio kwamba wa mwisho ataisha, hapana, bali yeye hana mwisho Allah.